Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ameahidi kukamilisha kiwanda cha kusaga unga wa mahindi eneo la Lugari ili kuhakikisha wakulima wanapata soko la zao la mahindi baada ya mavuno ya msimu wa mwaka huu. Mwanahabari wetu Brenda Wawire na Megi. Akizungumza kwenye hafla siku ya gavana na wakulima katika kituo cha wakulima cha Bukura, gavana Barasa amesema kwamba anaendeleza mpango wa kuwapa wakulima pembejeo bila malipo kama hatua ya kuimarisha uzalishaji wa chakula kaunti ya Kakamega, kwamba wakulima wetu wa maini hatua kule Lugari, Malava na, na pia Likuyani wamepata soko. Tuko na program za kupata mwekezaji ambaye ataanzisha A new maize milling plant apale Chekalini. Program hiyo itaenda kuzindua rasmi wiki ijayo, na hiyo program itasaidia vijana wetu kupata ajira, itawezesha ita pia wakulima wetu ambao wanavuna mahindi kupeleka kwa ile factory yetu apale Chekalini, na iko na capacity ya kusaga mahindi tani 30, kwa siku. Hiyo inamaanisha kwamba tunapopanda mahindi tushafanikisha mambo ya soko. Waandalizi wa hafla hii wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la shibuya health workers Violet Shibutse wamemtaka gavana Barasa kushughulikia mapendekezo ya wakulima wa kaunti hiyo.

Katika hafula hii wanakamati wa mazingira, afya na kilimo walipokezwa baiskeli kutoka kwa kampuni ya Buffalo ili kuwarahisishia shughuli za usafiri. Hii baiskeli tunaamini ya kwamba zitawasaidia katika majukumu yao ya ku visit households, ya kufikia wale wagonjwa na kuwapa muda zaidi wa kuweza kujumuika katika kazi zao. So it's a great day for us. Ni siku njema, ni sikukuu. Na tunahimiza pia wakulima wapokee hizi baiskeli baiskeli, watatuchangia 8.5 million by the end of the day when we distribute bicycles. Kwa hivyo leo hii wale watapata baiskeli hapa ni watu 250, bado tuko na baiskeli zingine ambazo hatujapeana, wakati tunaenda northern region. Brenda Wawire West TV kutoka Bukura, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega.